Fadlu Davis tumeomba kikosi, hatumpangii hatumpangii, na hatuna mpango wa kumwondoa na tunaomba, ili ulifikisha kwa viongozi. Fadlu Davis akiondoka, sisi hatuji kuangalia mpira. Aondoke, aondoke kwa mengine basi, sio kwa ajili ya kufundisha. Kufundisha uwezo wake tumeuona, anafundisha kikosi kinaonekana mpira, tumeuona wametuletea. makocha wa gharama kubwa wa gharama kubwa wamekuja wakina benchika hapa, hatujaona kikosi chochote kama hiki i tunaona ka anatengeneza kikosi ametufikisha hatua ambaye hatujafika miaka mingi ni leo mwingine. Hapa hapa tulipo sasa hivi tunatengeneza kikosi bado kwa tunaleta. tunaleta. k tunaleta. a

Yani sisi sisitu ni mchezaji wetu bado, ni mali yetu wote, yani ni wachezaji wetu na Simba, sio watu wa timu nyingine, wote wanatumika na Simba, hakuna mtu ni mgonja achea miko miaka Mwandishi, nataka nijibu swali lako mwandishi wa habari eya. Manula ni mchezaji wa Simba. Simba inatengeneza kikosi ikiwa na wachezaji bora wote, ina Manula yupo kwenye kikosi chetu, hakuna kibarua kigumu kwa yote. Atakayefanya vizuri ndiye atakayefanya atutegemei maswali yenu ya ajabu kujibu. Manua na kibarua kigumu? Manua ana kibarua kigumu, atakapofanya vizuri mazoezini atapangwa, atacheza mashindano yoyote, sio moja tu. <coughs>